Ndio maona mmesika vokwa, wakati tunaona wote tuna hamu ya kula nyama. Ndio sasa ni zamu ya nani? Sasa sisi wote hapa watamkutisha kwa kafara. Kwa sasa bado niewa mtapatanya

Nimemkuta bombani alikuwa anamwongelea mtoto wa mkuu, ndio kwamba kusema kamuona mtoto wa mkuu mchawi. mm -mm. mm -mm. namfanyia kazi sija

di karibu. Asante mama. Mama, ninvutaulo yupo hapa? kaenda kaenda wapi? Kuna sehemu nimemtuma. Alafu mama, mbona goni yuko sawa, kuna shida gani? Ni kweli sipo sawa. Wewe binti, mambo yako yote yafanya mimi nayafahamu. Kamba moja, nikuulize, ulishai kuona machizi barabarani? Ulishai kuona hata nabeba majeneza anaenda kuzika? Sasa kati ya a watu wa aina wa mbili hizo so. ukiendelea a wa mdomo wako, aidha uwe chizi barabarani, aidha ubeba kwenye jeneza ndo kakae makaburini. Jitahidi kushona mdomo wako, sio kila unachokiona anachokiona ni lazima ukiongee.

Lakini unafata nini? Baba anataka niende kusoma. Unaenda kusomea nini mwanangu? Waliosoma wote wanaangeka mitaani, hawana kazi. Angalia mwanangu, kuna mipunga angalia kuna nini Um, um, oh, oh, si so kwa, unaona hizo zote ni kwa ajili yako, nimekuandalia mwanangu, na watu wa kazi kama vile eh, misukue azikia. Nikapate fani fani gani mwanangu? Kama kama fani tayari nayokupa mini, wenzako wote, ulimwengu mzima wanaitafuta fani. Hebu e, e, angalia kuna misikuli kiaifaninakocheuli kwa mzima watu wanaitaka, hawaipati sawa. Nimekuelewa baba. Umenielewaje? Nimekuelewa kuhusu hilo ulivyozungumza, nimefurahi sana Umenielewa, umenielewa jembe langu, umesikia? Usijali baba, kuhusu hilo mimi nimekuelewa sana, ulivyozungumza vizuri. Ndoliswak ndo fani nilikuandalia kwa muda mrefu sana mwanangu, moyo moyo wa uchawi, kumbe wala moyo Moyo wa uchawi bulaniveukuta ngadi na shida kubwa sana. Yuye rafiki yako tatu, nimetokea kumpenda sana naomba, mm -hmm. nifanyie mpango ili ngadi mm -hmm. awe na mimi hata. Usijai ja kuhusu hilo, nitakusaidia, nitaongea naye na hata Kweli? Kweli Yaani ukifanya huo mpango umekamilika, yeye yupo na mimi. Nitakupakia bonge la zawadi na kugea. Yaani sasa hapo kwenye masuala ya zawadi, naomba yateke, ila kuhusu mimi kuongea na tata. Yule rafiki yangu mimi naongea naye. Kwa sababu hata mimi mwenyewe napenda rafiki yangu awe na msiano mazuri aliyonyoka. Na wewe hapo tunakufahamu kijijini hauna mbambamba mchapa mba mba, kazi mimi. Kwa hata usijali mimi nitaongea naye na atanielewa. Sawa sawa. Alafu kingine alikuwa ananiambia niambia e, mimi simtaki mtu anaoka hapa, nataka mtu anaoka Dar es Salaam. Mimi Dar es Salaam mwambie, ukishafanikisha tu akishakaa kwangu, tunaenda Dar es Salaam, nampigia mjomba yule, watandika mjomba, mimi ninakuja, naenda kule, wiki ya kwanza tunakaa, wiki ya pili tunakaa, narudi huko. Yani asiofu kabisa, mimi nitaongea naye atanielewa tu. Sasa alafu mimi mwenyewe nataka, mimi sitaokulima lima nikishamchukua tatu, nataka akae ndani asiwe na hofu, chakula nini, safi. Unajua mimi mzee wa bustani. Mm. Basi shemeji, tusiongee sana mimi, ngoja nielekee shambani. Kijembe ah, unajua kupandia pandia vikalanga ah. Hey. Haina shida bana, ah, ah, yeah. Ah. Mm. Dunia kuna mambo mengi mapenzi pia kumbe na ushenzi. Mtu anakuchekea kumbe akupendi. Ah, mchawe pia analoka penzi moyo moyo wa uchawi. Sikia mama, kuwa nayo upate yako. We kijana, nilikuwa na kutafuta kwa muda mrefu sana, ila sikupata nafasi ya kukutana na weyo nataka nikwambie jambo moja, kwamba kuanzia leo hii naomba kaa mbali na binti yangu. Mama kwani kuna shida yote? Shida ndiyo ipo, kwa sababu sihitaji mahusiano yenu. Sawa mamaangu, lakini hakuna kitu kama hiko. Mbona yani, mimi siwezi kufanya kitu kama hiko bila kufata utaratibu wowote. Mimi na akili yangu timamu mpaka na kueza ili swala, maana nimelithibitisha sasa. Basi kama unataka pande yangu ya pili, endelea kuwa na mahusiano na binti yangu. Ah, mchawi pia analoka penzi. Moyo moyo wa uchawi, kumbe wana moyo moyo wa uchawi. Ah, moyo, moyo wa uchawi.

Eh, shemeji yangu kama vitu viko sawa, higombana rafiki yako, najua tutakuita. Sawa, tungeongea ingeisha, lakini sio hivyo. Unajua, nilikuwa napita hapo njiani, sasa naona nakutana mama mama yake na mpenzi wangu. Ah, maneno aliyoniambia sikutegemea. Amenipa maneno makali, akaniambia sitaki uone na mtoto wangu, na kwamba kama unataka kujua pande yangu pili na kuone wa karibu na mwanangu yani, yeah, ali maneno amenitisha kiasi kwamba <laughs> sizani kama itakuwa aje yani, kuhusu mama yake huyu. eh, mimi mwenyewe alishakunitukana asubuhi tu, yani asubuhi kanawashia moto yule mama, ndo alivyo naomba umzoee, na kama unampenda rafiki yangu, naomba mapenzi yenu msije mkaavunjwa sababu ya mama. Ndo alipo sawa shemeji, sina jinsi manake, hata kwa namna alivyoniambia, kwa namna mama alivyoniambia maneno makali, kiasi kwamba na ile hofu, amenijenga hofu. Unajua maneno <laughs> nah, makali sasa, sijui nifanye nini. Namjua wewe mama, lakini nakuomba shemeji yangu, naomba msije mkaachana wewe na naomba

yule ndugu yake amekuja hapa kwa niaba ya kukupeleleza ndugu, kweli. Kuelewa wewe moja, nimekuelewa. Lakini sasa sikiliza sasa, hii dawa inakufa, umenielewa vizuri, umeniona vizuri. Ipeleke kule shamba kwenye asikuone mtu yoyote. Unapotoka hapa na wewe, songozane na mtu yoyote, hakikisha unapoifikia asikuone mtu, umenielewa? kwa makini. Si unahitaji nguo ya sikukuu? Nahitaji nguo ya sikukuu. Nitakununulia nguo ya sikukuu, alafu na zile sendo zile nitakununulia. Sasa kumbuka, juzi mimi nilivunja kikoba, pesa ninao. Kwa hiyo zingatia kile ninachokwambia. Fanya kwa umakini, ndio hivi hivi mama ukinitumaga <laughs> Moyo moyo wa uchawi kumbe, wala moyo moyo wa uchawi. Ah, fresh Adam, mambo vipi? Ah fresh, mda mrefu sana. Ni kweli ni kweli, sinajua harakati za shamba, tuko kwa shamba huko, fanyafanya mambo ya kilimo, ila ai ishamaliza, tuko ulaiani Unajua, tutafanya kazi gani sasa, tutaenda wapi? Tuko tu sawa. Ni kweli, unajua sisi ni wanaume mm. e, wanaume lazima tupambane na tujitume kwelikweli, na kama unavyofahamu eh, kijiji chetu namna kilivyo, kama ukisema uwe mzembe mzembe hivi inakuletea tabu, kwa lazima utume kwa nguvu kuhakikisha kwamba unapata riziki. Ni kweli, ila Adam, unaamini katika kijiji chetu kuna uchawi? Labda <coughs> nikwambie tu uchawi, ushirikina, sijui ayo ni masuala maisha ya watu Sawa? Sasa hayo ni maisha ya watu na maisha yao yanaenda kivyao, so sema tukae tuanze kujadili hayo masuala, sijui uchawi, siju nini, tunapoteza muda. Mi ningeona la tutumie nguvu kubwa zaidi kuwaza namna maisha yetu yanaweza kwendaje? Sawa, tupambane, tutafanye nini, tufanye nini, sawa, ili tuweze kupata riziki sisi na familia zetu. Lakini kwanza sasa hivi kukaa kwanza kujadili masuala ya ushirikina, sijui chau tu na nini, kupoteza muda tu iseminiiivo vitu kweli, adamu hapo kweli, ila najua wewe mshabiki wa timu fulani hivyo. Simba na Yanga imecheza lini Simba

sina kuomele, kuna kitu ngine nikisema unisikie sasa. Huyo mtu akila dafu, mwingine anapenda ani maji na mwingine anataka atakunywa maji unielewa. Na kuna mwingine anakula embe changa, watu wanasema kuwa anataka kuali, sio kumbe kile anavyotaka kitakamwe sasa

Amanokiti tena naitwa daji. Katika hii dunia kuna mambo mengi, uh, mm. Mapenzi pia kumbe ana ushenzi mtu. Mm, anakuchekea kumbe akupendi, uh,